Amewasili mbunge wa taifa T H Tchakubuta mfaume kwenye mkutano akisubiriwa na watumishi wa Mungu wa madini au makanisa zote ndani mwao, kulikuwa Wakimbangiste, kulikuwa meglise reveil, kulikuwa makanisa ya yasc, palikuwa vilevile Waislamu, yaani wanadini wote na makanisa zote za misisi walikusanyika eneo wanaoita pisine kwa kupashimboko, Tariki sita ya Novemba ya mwaka wa elfu mbili ishirini na tano wazee na vijana wote wanaomtumikia Mungu walikusanyika kusaniko kubwa, ambao walisubiri kusikia neno ambao mtumishi wa Mungu tasi Tchakubuta mfaume atawazungumzia. Kiukweli ni kwamba mtumishi alikuwa bado hajashukuru kwa watumishi wa Mungu ambao walifanya kazi kubwa kwa kumpitisha na kumteua kuwa mbunge wa taifa maana alipata sauti elfu tano kwa eneo za misisi na aliyekuwa nyuma yake akawa na mia mbili. Yaani, watu wengi kabisa walimchagua mbunge wa taifa tiasi Tchakubuta katika kipindi cha uchaguzi. Kwa hiyo ni shukurani kubwa sana kwa kuona mbunge wa taifa anapokelewa na watumishi wa Mungu. Basi tusikilize wenye tunafika muda mzuri ambapo tunakuwa na pointi karibuni mbili ama tatu. Ya kwanza ndio yo ambayo tumekwisha kufanya na ya kufata, basi tutaenda acha nafasi kwa mtumishi wa Mungu barange bin ombe erte Janti, aweze kufungua mazungumzo ya leo mikononi mwa Mungu na aambie mwenyezi Mungu kama tuko mahali hapa. Karibu pastor Ebeneza Mungu wa mapendo tunasema asante. Tuko mbele uso wako mahali hapa Baba, tunakuhitaji uanze nasi, nasi. nasi. Katifu, awe, na umalize nasi, presanse yako iwe nasi Roho Mtakatifu awe mahali hapa kikao nakikao John johni ka asubuhi ya leo pana we moja upate webasharse yako tuone uwepo wako tuone nguvu yako utuongoze mwanzo hadi mwisho kwa jina la Yesu, Amen. Baada ya hapo wanamsimamisha mbunge wa taifa T H Tchakubuta apate kuzungumza na wachungaji. Amjambo wa pasta, assalamu alaikum. Ndio, ninafuraha kubwa sana kwa siku ya leo kukutana na mapasta kwa sababu injili ilianza Yerusalemu ikatawanika na vile vile. Wakati niliwaza niingie mpolitiki, niliita wapasta wote, na ile siku ilikuwa siku ya maajabu, mvule linyesha, lakini Mungu alisema ni lazima kikao kitakuwa leo. Mimi sijamisahabu na kama sijamisahabu, naendaka fasi zingine zote, wanasema mbona wanasaulika Mungu, mbona wapende kukaribisha watu wa Mungu. Nawaambiaka bado siwezi karibisha watu wa Mungu ambapo nina watu ambapo walinitilia mkono na wakaniambia njia iko wazi, nenda, tunakupasha mibaraka, tunajua utapita na ni kweli, nilipita. Maombi yenu ilikuwa ya nguvu sana, na haikukuwa maombi ya kupapasa papasa maregre mwanayuwa chama tawala na hizi penda yanguke ya nikakuwa mtu wa pili kwa kuchaguliwa mfisi. Ila tunaomba tuwe wavumilivu kama vile Wakristo wanasemaka ni lazima watu hawa vumilivu hapa duniani. Kuna siku ya tarumbete kilia, na yeyote mwenyeko wapi atachamuka na kwenda mbinguni, haleluya. Mheshimiwa mbunge wa taifa Tchakubuta alizidi kuzungumza na mkutano wa watumishi wa Mungu ya kwamba siyo mahubiri tu inahitajika katika kijiji cha Misisi, vilevile wapate kutumia miradi mbalimbali mbali kwa ajili ya maendeleo ya kijiji, na kuona ya kwamba siku zijayo njaa itakuwa nyingi katika kijiji cha Misisi, kufatana na kampuni za Washinwa. Tuzidi kusikia mtu aki nilikuwa kati ya kabila mile kwa leo tuko napokea mafra kongole katorze mil fra 14 million de fra congolais ndo wanaita bolima. Hatutaweza kila saleri ikue tupashi kanisa hey, tupashe. Tunapenda tuombe Mungu atusaidie makazi binafsi ndini tunaweza fanya kwa makanisa za misisi sina msaada ingine e, iliona e, nikileta pesa italeta vucha, nikajifikiria: eski tukileta mabati ya e kugaulia makanisa ya misisi, mwenyewe ashapiga bati ataujisha ata mwenye apigaa bati anapiga bati ile, aizikuwa msaada itatusaidia nilikuwa najiuliza, lakini na staff yao ikaonekana hapana, hacha tuitwe watu wa Mungu, tuangalie nini tutaunda na yenye tunaweza inaweza kutuma kinaleta imweya sura nzuri kamakarisa itapamiii Asante sana, nasema nafanya shukurani kubwa. Sisi kama vile makanisa ya Misisi, tangu tuanze uchaguzi katika nchi yetu ya Kongo na tarafa la Fizi na hapa Misisi, hatujawahi kukutana na wabunge waliopita wakaita mapasteri kikao kama na hiki hapa kwetu Misisi. Wewe ni wa kwanza na kwa hali hiyo unatuonyesha wazi kama unajali watumishi wa Mungu na unajali wale watu ambao waliweza kukupigia kura na unatimiza ahadi zako ambazo uliwahi kuahidi wa watu Mungu akubariki, na sisi tuko pamoja na wewe, kwa sababu hawa mapasta unawaona hapa ndio wako na watu makanisa ndio zinajaza watu, na kisi umepata neno. Nafanya ni ya kwanza mudunia ya Kongo, mtaneskize kudialete paske nda bima kufasiria. Mi niko murenga wa mwenga kule kwetu wanasemaka hizi mulugha yetu, wakwesha indi roma akwesha alamba mm -hmm. ule wanakupatia kipande ya ndizi mm -hmm. maji nzima siku iko nayo ndio ile honorable alitayarisha juu yetu, tuipokee kwa furaha, na tumtie kuzidi kumtia mikono ya Mungu, azidi kumpeleka mbele, bandugu wa mjambo, azidi kumbeba mbele sababu tungani na mengi ya kufanya, kama iko kule batoto wetu kule mbele anaweza enda kutetea, ataweza enda kutetea, bafulani wanayetaka matriki hata batetea. Kama iko kule mbele, tungali na via mingi, anaweza kutufaidi upande wetu, sio kwa iglisi mbangise. Tunasema honorable Mungu akubariki, na endelee kukubeba mbele siku kwa siku muda wa maisha yako yote wa ndugu mjambo, ni wachache sana miongoni mwa Depute National na Provincial, ambao wanakuwa wakipita wanarudia kama hivi tunavyomwona Mrabe Kinash, ni wachache sana. Mwenyezi Mungu akufanye na kulipe heri yeah. Walio wengi asilimia kubwa wakiendaga hususa ni sisi wa, wa Bembe wanakuwa wanasema watamroga maana kabla alizaliwa mpaka pale kwalifikia kwa fulani wakimroga upata cheo na pesa, ndio na watu wengi wachangu, mpaka familia yake wengi wanakimbia, kumbe ni wachache sana. Wito wangu mimi au hombi fikira yangu kutokana na hayo ambayo ametuliza noraapeliaba, ameweka nadhiri na nia ya kutaka kutoa shukrani mbele ya Mwenyezi Mungu sana kwa ajili ya papa ambaye tulimtilia mikono. Mimi siku ile nilikuwa pale. Bwana Yesu asifiwe. wakati alipoku hiyo ni shukurani kubwa sana. Mungu azidi kumbariki na azidi kumwongezea. Baada ya ushuhuda mbalimbali, alialika watumishi wa Mungu wapate kumwombea, tufate maombi maoniot atakwenda aone njia wazimbinguni niwe

Katika jina la Yesu Kristo, tunamwacha kwa mikono yako, tunakemea udhaifu wote, takasa mwili wake, una nguvu tele. Damu ya Yesu Kristo inajaa mamlaka ya kutakasa na kufanya chombo kingine tofauti. Tunamwombea baraka hizo na ushindi katika jina la Yesu Kristo, amena, Amen.